Kakamega hoye! Kakamega hoye! Mimi nataka niwaulize kwa heshima kubwa. Si mnajua mheshimiwa Raila Odinga ametuacha? Si alikuwa kiongozi wetu katika taifa letu la Kenya? Si mnajua, niliketi chini na yeye tukapangana, tukasema hakuna haja ya siasa ya ugomvi na chuki na ukabila. Tukasema tuunganishe taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali hii ya mapana na marefu, yaani broad based, tuhakikishe ya kwamba tunawajumuisha Wakenya wote. Tunapanga maendeleo ya Kenya yote kwa pamoja. Na ndio sababu hiyo katika jukwaa hii tuko na Oparanya, tuko na Baraza, tuko na Nabii na Bwera. Tuko na Moses Wetangula, tuko na mheshimiwa Musalia Mudavadi, mimi niko hapa. Sisi wote sasa ni timu moja, tunataka tupangane, tukae pamoja, tupange maendeleo yenu, ndio Kakamega isonge mbele na Kenya isonge mbele. Kuna wengine wanatuambia ati tuendelee na siasa ya ugomvi na chuki na ukabila. Mimi nataka niwaeleze jameni, watu wa Kakamega Mnataka tuendelee na ile serikali ati inapangwa na shares. Ati hao wanaambiwa shares yenu ni kidogo, nyinyi mnaambiwa hamuna shares, nyinyi mnaambiwa ile ile na ile. Mimi nataka niwaulize. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Kakamega. Hiyo siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya wananchi, siasa ya ambayo ni ya kisirani, siasa ambayo inatuletea hasara. Hatuna nafasi na siasa hiyo saa hizi sisi wote kama viongozi tuungane tushirikiane tupange mambo ya maendeleo ya hawa wananchi tujenge barabara tuunganishe stima tujenge masoko kama hii tujenge mahospitali tubadilishe Kenya mwaka wa 2027 hawa wananchi wako na akili wanajua ni nani wa kufanya kazi ni nani wa ukabila wanajua ni nani wa kupanya maendeleo ni nani ambaye anapanga mambo ya chuki Muko na hiyo uwezo ama hamuna uwezo watu wa Kakamega? Si nyinyi ndio mnachagua MCA? Yeah. Si mnachagua mbunge? Hata yeah. Gavana si mnachagua? Yeah. Na rais mnachagua? Yeah. Mimi nauliza nyinyi mnachagua mtu kwa sababu ya sura ama kwa sababu ya ya kazi? Yeah. Mnachagua mtu kwa sababu ni mutu ya fitina ama mtu ya kazi? Yeah. Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Yeah. Ama namna gani? Yeah. Kama wewe kazi yako ni kumangamanga kwa barabara na fitina na chuki na ukabila si hawa wananchi wako takutembeza vibaya sana, ama namna gani? yeah. Jamii, naambia hawa watu wa ukabila na chuki, nyinyi tulizeni boli bwana, mambo bado. Wacheni kwanza tujenge barabara, wacheni kwanza tuunganishe stima, tujenge haya masoko, tutakutana na nyinyi 2027, na tutawatembeza asubuhi na mapema, ama mnasemaje watu wa Kakamega? Kakamega hoye. Kakamega hoye. Ebu nione watu wa Kakamega, nione watu wa Kakamega. Kwa hivyo Kakamega muna semaje? Ati Kakamega muna semaje? Ati Kakamega muna semaje? Ati Kakamega muna semaje?